Owa, ni ile icon ya Kimanyema tena rahia. Nimesimama nasimamisha bango ili hapa, si ndio eh? Maandishi matatu TMK, maandishi matatu KGM. Wanataka yule boy handsome boy la Kimanyema Haymar official right here. Nimesimama tena niko na wana leo. Kama nilivyowaambia mwanzo kwamba leo niko katika location ya mtu mzima Kobelo, icon ya Morogoro. So tuko na baadhi ya cast zao na tutaongea, tutajua uhusika wao ni vipi na wamesimama vipi. Tutajua mmoja baada ya mwingine. Nianzie huku. Atanzie huko vipi? Mwanangu, poa kama kawaida. kama mimi naitwa Haymar Fisho, naitwa nani? Ah, naitwa Lemo Maokoto aka susa. tule Ukisusa kweli, watu wanakula nakula, sio watu wanakula, mimi ndo nakula. yes, mimi naitwa mimi, aaa, sawa. Laya, e kuna series yapa ya ambayo sasa hivi mmeendelea kushuti na mko on set na ninavyoona, wewe kwenye series umesimama kama nani, yaani uhusika wako ukoje? Uh, mimi napenda mwanaume mwenye pesa eh, uh -huh. Kama hauna pesa basi siwezi kuwa na wewe. Wewe kama mimi unitaki ndio, <coughs> sio una hela? sawa Eh. Kwako msikiaji wangu umesimama kama nani kwenye sirizi hapo? Ah, mwanangu mi mwana nimesimama mwana kama mtu wa mademu sana sinajua, wakuchukua mademu ambao wanaume wanashindwa kuhudumia, mi nazingatia fresh tu, ndio maana nikasema naitwa Susatule, yaani wewe ukisusa mi nakula <laughs> Eh, bwana ni kazi sana, na hiki hapa ni kizazi cha Kobelo na tuko location today, tunaendelea kupangamiza kuangalia ni nini ambacho watu wanakifanya na ni nini ambacho tunaokota kutoka kwao. Inaitwa nini? Yenu inaitwa nini? Na na najuta kuzaa ndio series ambayo paka sasa hivi iko YouTube na inaendelea na inafanya vizuri sana, tuko onset leo huku ndani ndani kabisa huku. Umenielewa eh? Miongoni mwa sini ambazo wao wamezicheza mpaka sasa hivi, afu ni sini ambayo wanasema kwa kweli, ile sini mimi niliua, sini gani? Ah, kuna sini nimepewa mm. Nimefumaniwa eh, eh, eh, eh. Mm, nimefumaniwa na tomboy. Kwamba tomboy ndo kakufumania? Ah ah, mume wangu ndo kanifumania. Sasa baada ya mumeo kukufumania ilikuwaje? Yaani mumeo kacha kufumania, afu ndo mumeo inakuwaje siku hiyo maana nimepigwa tani hey. Kazi kweli kweli hii <laughs> <laughs> hey, hey. Ni kazi hey. Na wewe kwako, sini ambayo umecheza vizuri sana mpaka unasema kweli, yani kuna ile sini katika sini zote ambazo nimewahi kucheza, sini hii hapa nimecheza vizuri sana, ni sini gani mwanangu? sini ambayo mimi nafumaniwa na bidada hapo, hmm, nimembaranisha kwenye ukuta ailepe asini le, bwana, mimi naipenda kwa sababu ule mchikaji nii nilimkanyaga nimpiga, ni ndosi za maana, yani sinajua ile saki za lao. <laughs> <laughs> yani bado umefumaniwa na aliyekufumania ni mwenye mke wake, alafu bado unamkunja kweli, maisha yanaenda wrong sana. saa e, bwana, tunachoshauri ni kwamba usisahau kusubscribe, kwa like, na kucomment channel yetu YouTube vizuri sana uwezavyo. Inajulikana kama Haymar TV na mimi hapa ndo mwamba kabisa msanuaji na Italia Haymar official. Na hii hapa tuko location leo. Hii hapa chimbo linaitwa on set na tuko na wale icon ambao sisi tunawatafuta. Niko na cast za Kobelo. Na leo tuko location huku, tumekuja mitaa wapi? huku panaitwa Ulongoni Longoni. Longoni, hey, huku ndani ndani sana So tutaendelea kuwapa details za kila kitu ambacho kinaendelea, alafu tutajua tu nini kinafaa behind the camera. Yuko mwamba icon, umetaka katot the super maker, tuko naye hapa. So tutaendelea kujui sana ni nini kinaendelea. I'm sign out, let's go.